Kama mlivyoona katika klipe zilizopita, kwa muda mrefu takriban nusu ya mwezi, wiki mbili mpaka tatu, kuonyesha kama miongoni mwa wageni wetu ambao kutoka katika nchi ya Tanzania, tulitaraji kuweza kuwa na wageni watatu. Kama mnavyoona, mashehe zetu wawili tayari tuko nao pale e, na alikuwa mwingine ambaye ni Sheikh Hamza Mansuru kama mlivyoona kwa kweli tumepanga naye mipango muda mrefu sana mpaka dakika ya mwisho. Kwa kweli hata shekhe mwenyewe amesikitika sana kukosa katika kongamano hili. Nikufahamisheni tu kwamba shekhe mpaka dakika hii tuko naye pamoja katika kongamano hili, hivyo tu eh, shekhe, assalamu aleikum warahmatullahi wa barakatuh. kwa kweli waumini, hapa mbele yangu, wali- wanakodoa macho, walitamani kuwa pamoja na wewe. Na kwa kweli unaweza ukawaeleza kwa nini, shekhe, hatupo pamoja? Naam. <tinyan>

Na, huyo alikuwa ni mgeni wetu ambaye tungelikuwa naye kwa sasa, lakini kutokana na dharura ambazo imemlazimu kuweza kuwapokea wageni ghafla ambao yeye ndio mwenyeji wao, kionekana kwamba hawezi kuwaacha. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ukumbi wetu umejaa tofauti na tulivyotarajia, sawa na vikao ambavyo viko siku hii ya leo, takriban kama vikao vinne tena vikubwa vikubwa lakini kwa uwezo wa Rabbul Izzati wal Jalal tunashukuru kwa mwitikio ambao mmeuitikia. Tunakubali kama tutaendelea kuzifanya kongamano tukihisi kwamba tuko pamoja, tuko pamoja, Waislam tuko pamoja. Kabla kuingia katika maudhui yangu, nianze tu na hadithi ambayo ni muhimu sana eh, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimwendea, anasema

Sikiliza ni maneno ya Mtume Muhammad matamu sana, anasema Mtume sallallahu alayhi <tipati> wasallam, kutoka kwa Abu Huraira. Anatueleza alimsikia Mtume anasema kwamba kulu amali bni adama lah, kila kitendo anachokitenda mwanadamu ni chake Allah. Anakuonyesha ukiswali swalani yako anakuonyesha ukitoa sadaka, sadaka ni yako. Anakuonyesha chochote kizuri utakachokifanya, Allah akakuonyesha, vyote ni vyako. Kisha akasema alhasanatu biashri amthaliha, ukitenda jema moja una mapenzi ya rabbul izzati waljalal ukitenda jema moja Mwenyezi Mungu anakulipa kama lile jema umelifanya mara kumi, na si hayo tu, anasema ila sabri miati dhifi manake, ni mpaka Mungu anaweza akakulipa kwamba lile jambo umelifanya mara kumi mpaka mara sabini. Tunarudi sasa kule kullu amali ibn adama lah kila anachokitenda mwanadamu ni chakwake. Kwa nini Allah aliyegamisha jambo hili kwamba ni chakwako? Kwa sababu na malipo yake ameyakutajia, akakuonyesha kile unachokitenda malipo yake. Kwa kwanza unakipata malipo yake kama umekitenda mara kumi mpaka mia saba. Kisha akasema illa siyam, isipokuwa saumu tu. Maanake Mungu hakutaja malipo ya saumu la katika Qurani, la katika hadith, akutaja akasema, fa innahu li saumu, ni yangu mimi Allah, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiyo nitalipa. Kisha anawaelekea malaika, anasema kwa nini? Taraka shahwata, ameacha shahawa yake huyo, ameacha matamanifu yake anamuona mkewe pamoja na uzuri na maumbile mazuri, anamuona mume wake pamoja na ubogari wake, lakini maskini ya Mungu anammezea mate tu, hawezi kumvamia pamoja na kuwa wako wa roho wa roho anafahamiana mpaka ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na hili wallahi thumma wallah, jana nilikuwa na muhadhara Rumongi, wakanijia wanawake wawili baada ya muhadhara, baada ya kuzungumza kafara ya mtu mwenye kukutana na mumewe ndani ya mwezi wa Ramadhani mchana, wakaja wawili, mmoja mama mama mkubwa kidogo na mwingine binti. Huyu mama anasema, shekhe, sijui juu uliyo yasema yamenigusha. Ramadhani hii hii, kwenye siku kama ya nne, tukajikuta mimi na mume wangu pa. E, nieleze kwanza aje tena basi shekhi, wallahi mi sijui chenye kilitushika, sijui ilikuwa ni majini, ilikuwa ni shaitani. uroho uroho. Mwe wa mama mwele, haya mambo ya kutokana kukoga, mweza kuwa umelala kitandani, unakaa unajipaka mafuta, mara umemwelekea hivi unajipaka kumvuu, yeye amelala huko kwenye kitanda. Waulumi yenu, hawa watu ni viumbe dhaifu kwa watu waroho waroho, hawana uvumilivu <laughs> binti akaja na yeye, wallahi nazungumza habari sio za uongo. Jana nilikuwa na muhadhara Romonge pale, shehe wallahi mimi sijui, sijui, toba yangu kwa kweli, maana yenyewe ulizungumza po amenigusa kweli <laughs> mimi sijui itakuwa aje mama, sema nakwambia, sina nini, sina nini, mzazi mwenzangu aliniberesha mimba basi tumefunga na mazani sana, nikawa tunamtania nipeza nipezaftari, akanambia nje uchukue. Ilikuwa mida ya saa nane saa nane hivi, mi nikamfuata kwenda kuchukua ile iftari, si akanibana akanibaka, alikubaka. Mungu, Mungu mkubwa, sema babasema, kwani hukubaka huku ya mtu anayekutana. Ona sasa, kubukisi ziko mbili, huyu ni mume na huyu ni zina, makubwa sio makubwa. Nikaambia mama, mpaka huyu bwana anakubaka huyu? Huwa haukuwa na watu eh? Ukashindwa kabisa kupiga kelele? maana ukiwa umebakwa kweli, umebakwa kweli hukumu haikuangalii, lakini kama mmeridhiana, kama mmeridhiana, mwee wote, hukumu inawachukua. hukumu ya kwanza kwanza ni tahriru raqaba, kumtoa mtumwa huu na ukitizama kumtoa mtumwa huru. ina nikitizama zama za mtume ilikuwa ni bei gani? nikaziingiza kwenye mariale kisha ni, ah, nikaziingiza kwenye dinar nikaingiza kwenye rial kisha nikaingiza kwenye dola, tunapata takriban milioni 700 mpaka 800 kumtoa mtumwa huru. Ikaonekana huwezi kumtoa mtumwa huru, basi utakachokifanya wewe utafika unahama kwamba itaamu sitina miskina, utawalisha maskini sitini, katika kila maskini mmoja. Shahrain mutatabi'aini, ni miezi miwili. Ikionekana miezi miwili huwezi basi, ni maskini sitini, katika kila maskini mmoja, ima ukakichukua chakula ukakitengeneza ukawaita maskini sitini wakana, au ukampa kila maskini mmoja yani, bi maana ukampa kila maskini mmoja kilo moja na nusu, sawa na nisi saa nusu ya pishi. Sasa, ndugu zangu, hii ndio hukumu ya mtu ambaye sasa. Kuna wale ambao ana kuna wale ambao staki nataka e, mume anagusa, ah, we naye, eh ah. Mume anagusa, ah, ah, mume anagusa we, umekopi mwenye kwenye swaumu, mume anashika kwa nguvu, e, ngumi e, kofi e, teke e, kinyungutu inakuwa ni staki staki staki staki inakatika yote e, taki, taki, taki. Inakatika yote. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo hukumu itakuja kwamba aliyebakwa haimgusi, itamgusa yule mwanamume. Sasa kuna hukumu nyingi hapa na, na najikuta na, na, tu inaingia katika baadhi ya ahkami ambazo sio maudhu. Kuna baadhi ya hukumu zinakuja mwanamume, wakati eh, bado tu, tukingaliki hatujaelewa hii hukumu. Tulikuwa tunawapiga watu fimbo za uzinifu, lakini tukakutana kwamba sisi hatuna haki ya kufanya hilo jambo. Hilo linapaswa kufanya na nchi ambazo zina sheria za Kiislamu mia kwa mia. Sisi kwa pande zetu, mtu akifanya tendo la zinaa Atubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakati ule tunawapiga wazinifu fimbo, anakuja kijana, nakwambia wallahi, sheikh, nimebakwa. Wewe we umebakwa? We, we, we, we, we, weye mwanaume ukabakwe? Katika sheria tunakubali mwanamke anaweza akabakwa, lakini mwanaume hawezi kubakwa watu wanashangaa. Sasa shekhe, wamenishikia bunduki, wananiambia hilo lidemu hapo lizini na mimi kalizini. Juu wamenishikia bunduki, mongo, hawajakubaka maana, ingelikuwa umebakwa kweli, kwanza hata kitu chenye tu kingekaa paa lele lele, hamna chochote. Lakini ulipomtizama yule yule mtoto mwanamke, kumbe huku na akili iko, inasema nishikieni hivyo hivyo, nishikieni hivyo hivyo, ipande hapo hacha vitu vya wa mwanaume, huwezi ukabakwa. Kwamba katika hadithi ya mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasalama, kwamba taraka shahawatahu, ameacha shahawa yake, wataamahu, na akayaacha maji yake, maskini ya Mungu, wataamahu wa shara, na chakula chake, washarabahu, na kinywaji chake, vyote ameviacha. Tizama, kuna mtu ambaye friji imejaa chakula, imejaa juisi, imejaa maziwa, maskini ya Mungu, vyote vyote vyote. Mtu anaingia ndani, kiwi jasho zinamtoka koo imekauka, anafungua friji anasema, nimefunga na ana uwezo. Maskini ya Mungu, ni chumbani tu anafungua, anaingia chumbani, kama ni jishi anamimina mkopo wake mwili anapiga na chapati zake mbili, kisha anasukutua maji kinywani anas, anapakusha mdomo kisha anakuja barazani au barabarani, anatepeta kukushinda wewe uliofunga, lakini vyote kwa ajili ya nani? Anasema min ajili mimi ambao anaviacha kwa ajili yangu kisha akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lissaini farhatan, mwenye kufunga yuko na furaha mbili. Mwenye kufunga yuko na furaha ngapi, Waislamu? Mbili, moja tunaishuhudia na nyingine tunauhakika tutaipata, kwa kuwa moja tumekwisha iona. Akasema moja, inda fitrihi, wakati wa kufuturu. Nani asiyefurahi kati yetu wakati anafuturu? wallahi thumma wallahi saa kumi na moja kumi na moja bado dakika ishirini kumi na moja bado dakika. Tizama sura za watu zimetepeta, wangine zimekaa, wangine wamekaa na hasira zisizokuwa na maana, lakini akishafuturu tu maji ameshushia, ndivyo akashushia, unaona kabisa mtu anafurahi, yani unaona uso unanyooka. Kweli uongo? Lisaimi farhatani, una furaha mbili we mwanadamu. Ya kwanza ule wakati unafuturu, lazima utafurahi, na furaha ya pili wakati utakuja kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamalizia Mtume Muhammad sallallahu alayhi laihi wasallam aliposema, ya kwamba wala khalufu famisaini atyabu min rihi mis, anasema Mtume, ile harufu kale kaoderi ka kkakikaka kinywani kale kale ka harufu, kila mmoja ananuka kinywa Fao wanafanya hivyo, usikie jinsi unanutakiwa tena, usioni aibu, ukazani hapo, kaoderi uko nako, ah. ah, we mwenyewe mfanyie wemfanyie, kufanyia naye akufanyie, we wote ako kaarufu uko nako, maskini ya Mungu. Allahu Akbar, mbona kasikutia aibu? Ndio maana baadhi ya ulama hawakupendelea mtu kupiga mswaki mchana walipenda kale kaharufu kazidi kuwa kabaya kabaya sana, ili kwa sababu anasema mtume atyabu min indallahi min rehi mis akaka, harufu ni kazuri, kanatoa harufu nzuri mbele ya Allah kuliko harufu ya miski. Kwa hiyo si vibaya mtu kupiga mswaki, inapendeza lakini, kwa kweli, baadhi ya ulama hawakuiona hawakulipendelea hivi. Kwa hiyo kutokana na haya Waislamu, kumbe kuna haja ya sisi kutarajia kheri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaufanya mwezi huu ni mwezi wa kuisoma Qur'an, kwa sababu kila mmoja miongoni mwetu anatambua ana na kujua ya kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi pekee mwe umeteremka ndani yake Qur'an. Kwa nini Allah hakupenda kuiteremsha Qur'ani katika miezi mingine, lakini alipendelea kuifanya Qur'ani ije kuteremka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Akatueleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam

itakuja kuwa mwombezi kwa yule ambaye aliyeisoma. Ndugu zangu, sikilizeni fadhila za watu wanaokusanyika kwa ajili ya kuisoma Qurani. Leo unakutana ndugu zangu wa Kiislamu, kina mama wanajitahidi, wanajitahidi kuhudhuria vikao vya madrasa ya Qurani. Wanaume tunaona wana, ndugu zangu wa Kiislamu, wanaume, mumokope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo sisi tunaitwa mashehe wa wanawake kwa sababu ya kuwasomesha wanawake Tutakusomesheni, mko wapi? Mpo na, waulizeni, mpo. Kazi yenu ni vikao vya kahawa na porojo porojo, ndio kazi yenu. Tumeshaweka sana vikao vya kuwasomesha wanamume, wakijitahidi sana wiki ya kwanza ya pili, wanaanza watu 30 unakwenda, unakwenda wiki tatu, wallahi unabaki na watu wawili, masomo yanahomba. Hawa wakianza masomo unawasomeshaji hata miaka ishirini alafu unasikia mnataka tu kutuchafua na kututukana, mwe mashehe mnapendagapendaga wanawake, ehe. Tupende mbwa? Sasa tupende mbwa? Tunapenda wanawake, asiyependa mwanamke nina atie kidole juu hapa. Tume mwenyewe katika vitu alivyovipenda alisema, wa uhibbu nisaa, na ninawapenda wanawake. Sasa mnakaa hawa shehe wanapendagana, tunawapenda. Tupende mbwa Mungu aliwaomba tuwapende nini? Ni maneno maneno ba wivu wivu tu na wesiuwesehe uje mbele ya wanawake unaunawa utonituiwitoo sawa, si ni hitu wa hivyo. Ndugu zangu wanaume, tunaambilishana ukweli, tuko tunaongoza nyumba zenu tunaziweka sawa nyumba zenu. Wengine wanawake walikuwa ni mafidhuli wa mapepe, lakini kwa uwezo wa Allah kwa kufata vikao wanawake wamenyooka, lakini wanaume hawavioni.

wa dhakarhumullah fi man indahu. Mambo manne ndugu zangu, kuisoma Qur'an, licha tu kwamba kuisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahu Akbar. Sikilizeni ndugu zangu, mtu ajitahidi basi kuisoma Qur'an ala hasabi istitaatihi, yani uisome Qur'an kwa kadiri utakavyoweza, sawa sawa sawasawa na jinsi utakokuwa unasoma layaa hivo hivo, nang'anie hivo hivo, kwa sababu mtume anasema, yule ambaye atakayeisoma Qur'ani, na huku wahua mahirumi, atakayeisoma Qur'ani, hali ya kuwa anaipatia kwa tajwidi na sauti, basi Mwenyezi Mungu anampa ujira mkubwa, na yule ambaye atakayeisoma wayatatatau, atakuwa ana sita sita, ana ujira mara mbili. Isome Qur'ani kadiri utakavyoweza kuliko kuacha kabisa. Akasema Mtume Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, majtamaa qaumun, hawatakusanyika watu fi baitin min buyuti Allah, katika moja ya nyumba za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, au hata nyumbani kwako ulikohusisha kwa kusoma Quran, au hata madrasa uliyoyahusisha kwa kuisoma Quran, au barazani kwako ukakusanyika na watoto wako, mke wako, yani hawatakusanyika watu wanakisoma yatluna kitabu Allah wanakisoma kitabu chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa yatadarasuna na wanakisomeshana, ila illa hafathuhumur rahma isipokuwa nazalat alayhim sakinah. Moja ule wakati mko mnaisoma Qur'an, una kwanza Mwenyezi Mungu anashusha utulivu wake. ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ni hakika kuwa kwa utaji wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyoyo zinapata utulivu. Kwanza moja uta nazalat alaihim lsakina ita uta utarimkia utulivu wa hafathuhumur rahma na kadhalika, mtazungukiwa na rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghashiyatuhumur rahma, mtazungukiwa, maanake mtafunikwa na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafathuhumul malaika, na malaika

kitaba Allah, maliza. Eh, Inna lladhina yatluna kitaba Allah. Karatasi na maliza. Eh, usika ndiki. Inna lladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale ambao wanaokisoma wana kitabu chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala. Wa aqamu s-salat, na wakasimamisha swala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa vile walivyopewa kama riski. Sirran wa alaniya wanatoa siri na wazi. yarjuna tijaratan lan tabur, wakitaraji biashara isiyo homba, wakitaraji faida isiyo homba. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wataasikia maneno yake, kisha wakayafatia matendo yaliyokuwa mazuri. subhanakallahumma wabihamdika